odi odi, udugu mbomu kuja wa moto mm, hivo -hmm. Ka gari la zima moto limenyanywa mipira juu, kulikoni? Ee mngoja mm niemekwaza -hmm. Shoga yangu ninavyokwambia mm -hmm. Familia yangu ngumu, tena ngumu ngumu, aswa hiyo familia yako hiyo Yapaswo ituwe magadi, maana kila siku halikosi neno ehe. Yamejiri nini huko? hmm. katika moja mbili yangu zimetoka kwa pilika pilika, narudi pale. Kwanza cha kwanza memena, kapona memena. uhum. Memena huyu huyu ule ukiande umepona, kapona yuko timamu kabisa, kila mtu anamjua wewe, siniambie wewe. yote tisa kumi uhum. Sindo nikachwa naye ndani. Shetani mm, mwenye mguu mmoja kaenda msibani. Mm. Anarudi ananikuta natoka. Asianze kunibwatiza nini? Eh. Mama bwata bwata bwata bwata anabwatia huku najibia huku. Anabwata huku, mimi najibia huku. Ah, mtafaruku nikaona mambo asiwe mengi. Mm. Ndio mguu umekuja kwako. Yaani nyie familia yenu ninyi kila siku majambo. Ila natamani ungezaliwa katika familia yetu. Kwanza nimekumbuka. Hajarudi nyumbani, najua kabisa, nakwepa kunijibu swali langu. Mimi sitokubali, lazima atanijibu jana alilala wapi, japokuwa mganga ameniambia ni achi mdomo hivi. Ingekuwa yeye angeweza kweli? Yaani mimi mume wangu alale nje, afunikae tu kimya. siwezi nitakaa kimya endapo mume wangu, mpaka nijibu alipolala ni wapi. Haya, nikirudi kwake mganga alichoniambia kwamba mi nishirikiane naye kuhusu madamu, ikiwa yeye mwenyewe madamu ameenda tu pale kageuzwa nusu mfu, mimi nikijiingiza kwenye hili, si ndio nitageuzwa kupola kumbulela kama alivyosema mume wangu? hmm. Sawa, hacha nisikilizia yeye yeah, atakachoniambia maana ameniambia kwamba maelekezo yote nitapata kutoka kwake. Kama nitaweza kufanya basi, nitashirikiana naye na, na nikishindwa nitamwacha fanye mwenyewe. Usinitoe katika mchezo yani, nimekumbukana ninavyokuambia, hapa niko lele lele. Dada, nimepigiwa simu hii mm, moja. Dada kutoka Bagamoyo. Upo? Mhm. mm -hmm. Unajua kule karibiana utalii, shogangu. Mm, nimepigiwa simu moja dada. Kule pamechangamka, mm, dada, wazungu kama wote, dada, maeneo ya matipwili ba kumekucha. Upo dada? kumekucha kweli, wee, Eh eh. Hiyo bana nasikia imefungua na mwenyekiti pale anaitwa Mbilikimu mm. Dada, dada vichwa kama vyote. Yaani huko mbegu zipo kuni. Mm. Yaani zipo kama zote, yaani wazungu hivi. Hivi, hivi ninavyokuambia niko lele lele, muda wote mguu natoka. Yaani kiatu kinalia. Upo dada? Vichwa huko. Sasa wewe endelea kugombana na ngili yako maji uko nyumbani. Wewe haya, shoga yangu. Hilo jambo sio la kulazia damu, Wala sio la kupoa hapa, ninavyokuambia ninavotoa mguu hivi, naenda kupambana na shetani mwenye mguu mmoja. Mimi ndo blegedia, hayo yote niachie mimi. Dada, usiulaze. Dada, yaani usiulaze kweli, na kuaminia kuntaa wangu usiulaze, mguu ulie huo. Haya, limeisha hilo, limeisha tulia. Haya, namna hiyo. Odi. Wenyewe, karibu, karibu. Asante. za saizi? Salama. za kwako? Safi. Samani, nimekuja, kuna kitu nataka nikuulize. Bila shaka unaweza ukauliza. Nafahamu wewe ni mojawapo wa wanafunzi wanaosoma mekwa. Kuna mtu nilikuwa na shida naye pale shuleni na no, huyo mtu ni mwalimu. Sasa sielewi katika zile nyumba za walimu pale shuleni, sijui nyumba ipi anayoishi kwao. Nimekuja hapa nataka unielekeze mwalimu. Unaweza kunielekeza? Yipoje yipoje, labda ni mrefu hivi mweupe, ila kwa maelezo niliyosikia anafunisha kiingereza pale shuleni bila shaka atakuwa ni mwalimu mwalimushunda kwa maelekezo kwenye zile nyumba za walimu ile nyumba ya kwanza anakaa madamu na mwalimu jiwe ile nyumba ya pili kuna mwalimu mmoja hivo wakike anakaa pale inayofuata ndo anakaa mwalimu shunda ukiona inakuchanganya sana unaweza maelekezo unawezak sawa Ah, karibu asante ah, Hmm. Hapa kutakuwa kuna namna sibuli. nina shida na wewe mama. Nawee, tangu asubuhi nilishinda kusabiili wa msik. Jana alikuja ule binti hapa, natoka wanaye mpaka leo asubuhi, yaelewa ujio wake Kwani ushamuoa tayari mwangu? Hapana, bado sijamuoa. Na utaratibu wangu wewe wa unaofahamu, nikitaka kuoa ni lazima nikupe taarifa. Kwani kuna shida gani yeye kulala hapa? Sasa kama hujamuoa, imekuwaje ukamleta mwandano kalala naye mpaka asubuhi? Au wewe hiki ulichokifanya ni ile dharau inayokuja niliyoiongea kipindi kile, mke wangu? Kwani hatujawahi kukutana mimi na wewe kabla sijakuoa? Ni sawa tulikutana, lakini kipindi nilichokuwapo mimi haukuwa na mke, ilikuwa ni mimi peke yangu na ndio maana nakwambia. Lakini sasa hivi umeniona na nipo mimi. Inakuwaje umlete mwanamke ambaye haujamuoa huko ndani? Sasa kama ni hivyo kosa liko wapi? Na kama kumleta kulala, hajalala kwenye chumba chako, amelala kwenye chumba cha bibi mdogo, na utambue kabisa ni mtu ambaye tayari nishakupa taarifa. Una kingine?

Mkela mke wangu, Mkela mme wangu uh, no. Karibu mme wangu no. <laughs> Kwa hiyo yani, huu muda wote unapiga makelele, naita naita, kumbe uko chooni nashona kuniitikia. Aah, mwao wewe, ni utaratibu wa wapi? Ukiwa chooni haipaswi kuongea wala kupiga mayowe, na wengine walisema chooni wanaishi viumbe tofauti na sisi. Unaweza ukaongea ukashtukiwa umepigwa kofi pasi na kujua nani kakupiga. Kwa hiyo ndio maana sikuweza kuitikia, ila tu unisamehe mwao. Lakini hapa ni kwako sasa, kwa nini mpaka upige hodi? Ungeingia tu ndani Naanzaje kuingia ndani hali ya kuwa sijakuona, na nafika nyumbani nakuta mlango umefungwa hivi, sina mahala ambapo najua umeniaga unaelekea ni kweli. Basi kama umeshaniona twende ndani sasa. Siwezi kuingia ndani kwa sababu huko nilikotoka nilipigwa na jua, najua pale nilipo mwili wote unachemka. Kwa hiyo nafikiri ungita tumkeka tukakaa ah. huku Iyo kupiga unajua ulienda wapi pengine tofauti na uliponiaga. Na no, wako kwa ni kwamba mimi nilikuwa nimeelekea. Nimefika maskani ni nimekaa nimemsubiri sana, Mbwembwe lakini hajatokea. Sasa nikaona hakuna haja kuendelea kupoteza muda, nirudi nyumbani kupumzika. Oh. Oh. Basi kama shemeji Mbwembwe alikuja hapa. Alikuja kukuulizia. Hmm. Na mimi nikamwambia umeteremka kule kijini kwenu. Mm. Sasa huyo kama inaye alikuja hapa nyumbani huyo, eti alinshapishana naye huyo. Basi cha kufanya wewe, ingia ndani, toka na mkeka ili tupumzike hapa, na kama kuna chochote ambacho kuwa umekiandaa ndani, kama chakula chochote kile, hebu njoo niwahi, maana sijiwezi mwenzako hapa ha, kidogo hivi, unakisikia unachokiongea, Damkunde? unajitambua kweli wewe? Yaani unajua kabisa mtu katoka kupona leo tu, afu ona mruhusu aende mtaani kutembea. Umemwamini nini au umejiamini nini? Sasa kulikuwa na maana gani na kuniachandane na memena wewe, umeenda msibani Kiberiti. Wewe kufikia tu kunitoa akili eh? kwa mimi nimekuwa mjinga sasa. Sikiliza nikuambie, usisahau kama mimi unonitoa akili ndo nilopambana na nyinyi kuanzia mwanzo mpaka hapa, na mimi huyo huyo ndo nilowalea mpaka hapa mlipofika. Kiberiti, naomba heshima ifate mkondo wake. Mimi ni dada yako, so mpumbavu kama wewe, sio heshima ifate mkondo wake, hata mkondo ufate heshima. sasa kati ya mimi ile mwacha Memena ndani nikawa natoka, wewe ukarudi ukanigombeza, na wewe ule mruhusu Memena aende mtaani akazagae zagae, mimi na wewe nani ajitambue? Wewe Kiberiti, nitakuzibua sasa hivi we! Usim... we, we, we. Yajua lapa ayachapa lapa wemkaka, niache, nimechanganyikiwa mchukuu wangu. Akili yangu iko office. Hmm? Hmm? Mbona unanishangaa kama vile umeona picha ya rais? Hmm, na kushanga kwa sababu sio kuzoea kuona kwenye hali. Nisho kuzoea tu kuona kwenye ile midoli midoli yako ile umechaka chaka. Alafu kawada kupisha tu na mtu unamchapa mafumbo, unamchapa mesali. Wewe mwisho mwisho wako unaweza astaki mazoea. Ninachoshangaa, haujanipa hata fumbo wala hujanuliza mesali zako hiyo na pia hujakata mazoea. Hapo sawa. Kwa sababu hata mimi nimebaki kupata simulizi tu kutoka kwa watu kwamba hapo nyuma nilikuwa naishi vipi. Ila kwa sasa unavyoniona nao. Wala sipo hivyo tena kama unavyofikiria. Ah, hapo sawa. Mimi ningetaka kushangaza kwamba hapa mkulanga nani kafungua mimi ni nani? Kwa wala tujasalimiana. Bila kukufahamu na kufahamu bwaga. Hi kianda kimepona? Kamepona. Haya. <laughs> Saa mama, mazoea haya. Basi changamka, si <laughs> naelekea wapi? Nipo tu mtani hapa, nanyosha nyosha miguu, nikusindikize. <laughs> Aya, karibu tena ulayani <laughs> kwenye uzima <laughs> hey. Adiuta kipindi hicho mimi siningembaka, afu nikaja kumkumbusha kwa mimi ndio mpenzi wake. Vipi nyuwa ndembwe, mnapiga piga mayoyo tu muda wote hapa, yaani mnaimbaimba taarabu yaani yaani mnachukulia poa kila mtu anayepita hapa mtaani ajue kabisa kama nyinyi mnagombana. Tatizo nini? Sio ndugu yako. Yaani kaja hapa baada niulize kistaarabu anaanza kunipanikia. Kaja hapa anamuita Mimina. Nimwambia Mimina katoka. Kaniaga hapa ameenda kutembea hivyo nikamruhusu anaanza kupandisha sauti. Ananipandisha sauti mimi ya nini sasa? Da. Ni sister zangu maduanzi kinoma. Tena maduanzi yani. Hivi mshindania nini kuongea kistaarabu au kuitana ndani mkaenda mkaongea? Mmejianika hapo nje mnaimba taarabu tu muda mnapiga mayoe hivi hapa nyumbani. Nani ataonekana mzima, nani ataonekana chizi? Yaani mnachukulia poa, si ndiyo eh? Sasa kama ni kuhusu huyo Memena, mimi kipiga ndo kazangu msibani. Nimekutana naye hapo na akanipanga kabisa blaza, eh. Mimi naingia zangu mtaani kwenda kuzunguka kidogo. Mimi nikamwambia bali, baridi. Wewe ingia sema ukikubwa nini? Umakini. Hata na wewe sister, ungeongea na mdogo wako vizuri tu mkaelewana. Sikilizeni, mimi naelekea ghetto. Sitaki kusikia mayoe. Ama mabakuli yenu ayafunge hizo mbuli kumlomo hizo sizitaki

Na ni swali, ni karibu nikianza na swali, ulichukua namba ya na yangu, lakini haukunitafuta, na nilikuwa na shauku sana ya kuona namba yako kwenye simu yangu. Kwa nini ulifanya hivyo? Ah, ni kweli sijakutafuta, lakini ni kutokana na majukumu ambayo mengi yalikuwa amenitinga ya hapa shuleni. Kwa muda mwingi sana nilikuwa natumikia kufanya maswala ya shule na ndio maana nikakosa nafasi ya kukutafuta, ila ningekutafuta. Samahani kwa hilo. Tukija kwenye hili jambo lingine, ndio kubwa zaidi ulionifanya mpaka nimekuja hapa, toka ile mara mwisho kimeachana pale, tasila yako imebaki kwenye macho yangu, kila nachokifanya naingia tasila yako nilijaribu sana kuzuia hisia zangu lakini nimeshindwa, na nilihofia nisiposema huenda kuna mtu akaja akajitokeza kukwambia hisia zake na nikakukosa. Kwa hiyo niseme kwamba nakupenda sana Mwalimu Shonda. Ala <laughs> nimekuelewa sana tena sana zaidi ya sana, ila serikali ilinipa uhamisho kuhamia hapa katika kijiji cha Mkulanga ni kwa swala la elimu safi. <sighs> Mbona uh -huh. Umekaa nje peke yako? umemwacha ifi yako ndani, hali ya kwamba unajua yule ni mfio yupo na watu. Alafu ni watu wazima kwao haina shida, maana nikikaa naye mimi ndani anakuwa anaomboleza sana, kiasi nashindwa kujizuia hata mimi mwenyewe. Sawa. Alafu pia kaka, kuna wageni walikuja, ni wale walimu wa kiume, mwalimu Shunda na mwalimu Jiro, walikuja kwa ajili ya kutohani msiba, lakini hawakukukuta na pia wamesema wapo hapa hapa kijijini, wanazunguka zunguka, wakipata taarifa yoyote kuhusiana na mwili wa kaka, watakuja kutupa taarifa mm. Sawa, mi pia kwenye mizunguko yangu nilikotoka, nimefanikiwa kuwapa taarifa ndugu jamaa na marafiki, kwa hiyo muda wote wanaweza wakaja hapa pia. Kuhusu mwili wa kaka sijafanikiwa kujua chochote kile kwani kaka, yule mganga alivyoniambia, na maongezi naye, katika maongezi yenu hakuonyesha kuwa anajua kitu chochote kuhusu kifaa cha kaka? hmm. Kiukweli, yule mganga alikuwa anaongea mafumbo sana, sikuweza kumwelewa, ila nachokumbuka aliniambia nionane naye, ikibidi niende ofisini kwake kabisa. Kama ndo hivyo, si tunaweza tukaenda sahivi? Mm -mm. Embo, punguza pupa mdogo wangu. Maana hata mganga mwenyewe nilivyoongea naye ainiambia kuwa nikimaliza taratibu za msiba kisha ndo niende kilingeni kwake. Pia wanaweza wakaja wakina shangazi, mjomba na ndugu wengine wakakuta hatupo. italeta taswira mbaya. Maana kama n taarifa nimeshatoa. Sawa, nimekuelewa kaka. Kwa hiyo nimefanya ufanisi wangu mkubwa sana katika kuhakikisha wanafunzi wananyooka eh, na kukaa katika misingi mizuri sana ya kielimu. Sidhani kama kuna lengo lingine ama nia nyingine iliyoleta zaidi ya elimu. Nafahamu kwamba penzi ni kitovu cha uzembe. Kwa hiyo sijafata hayo. Kama ningehitaji mwanamke basi nikuwa na uwezo kwa approach mimi mwenyewe, na hata hicho lichokuja kuniambia mbele yangu kwa mila ama desturi za like Kitanzania e, si vema au si kitu cha kawaida mwanamke kumtamkia maneno hayo mwanaume, lakini sishangai kwa maana umeeleza hisia zako, ila binafsi, mm, siko tayari kuwa nawe. Hivi unajisikiaje pale unapomweleza mtu hisia zako alafu anashindwa kukuelewa? Ile hali ndo inaojisikia mimi, usinifanyie hivyo. Labda nikueleze kitu. Actually, huwa naheshimu hisia za mtu lakini pia naheshimu fikra za mtu. Kwa hiyo kukubaliwa ama kukataliwa ni matokeo tu, kama ufaulu wa darasani kwenye mtihani, kuna kufeli na kufaulu. Kwa hiyo kukwambia hivyo usijisikie vibaya, ila huo ni mtazamo wako. Siwezi kuwa na wewe. Naomba tubaki kwa marafiki. Okay?

Tafutia chakula lakini, sio kwa hawa ambao umewadhamiria. Hiyo ni familia yangu, haupaswi kufanya hivyo. Hivyo rudi katika utaratibu ule ule ambao tumeweka mwanzo. Ndio nalijua hilo, sasa hivi mbona kufanya tangu mwanzo mpaka nimeamua kuja kujitafutia mwenyewe? Haikuwa dhamira yangu, ila yule nilompa madaraka kwa ajili ya kukutumikia wewe ndio alokosea. Nimesema turudi kwenye mfumo ule ule wa mwanzo ma unaaanachokiongea kinakubalia. Ama kweli dunia tujaimaliza. Kuna vitu chini uvungu tujaviona, watu wanaobadili mchana kuwakiza kama ubaya wa mwachimu. Wanalipiza watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima, yani vituko, sijapata kuona. wanaitwa Mekwa, Mekwa, kuna fimbo ya ajabu inayoweza gehu hukanyoka, yani utastaajabu kuliko yale yanaviusa. Sana. Ah, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Kuna vitu vya kutisha uadui ah.